Hapa ni mkoani Lindi. Mwanasheria na mratibu wa miradi kutoka taasisi ya Door of Hope Tanzania Betilda John Rwakatale anazungumza na wanajamii wa Lindi na Mtwara kuhusu mabadiliko ya kupungua kwa mila na desturi kandamizi kwa wanawake kupata nafasi mbalimbali mbali za uongozi zaidi hasa anasema angalau kumekuwa na mwamko kwa wanawake wa ukanda huu kuwa wameanza kuaminiwa na kupewa ridhaa ya uongozi, ijapokuwa bidii bado inahitajika katika kuhamasisha jamii kuamini nafasi ya mwanamke katika uongozi. Nikiwa kwenye hilo, kwa kuwa wanawake wengi zaidi ya ishirini kwenye mkoa wa Lindi wameweza kuchukua fomu, japokuwa sio wote waliopata nafasi za uongozi. Kuna baadhi wamepata, kuna baadhi wamekosa, lakini walithubutu metupa mwanga au kutuonyesha ni namna gani zile mila na desturi zilizokuwa zamani zimeweza kufutika, lakini kuna ambazo zipo na namna gani kama taasisi tuweze kuweka nguvu kutoa elimu kwenye jamii, ili pia wanawake wazidi kupokelewa kwa njia nzuri na kukubalika kwenye jamii yetu wawepo katika uongozi. Mchungaji Edwin Fus, Hadija na Nyanje na Ali Isa ni washiriki wa mjadala huo, wamesema ipo haja ya wanawake kuendelea kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali bila kusubiri kupewa nafasi za upendeleo kama ilivyo baadhi ya maeneo, na kutoa rai kwa wanaume na jamii kwa ujumla kutowabagua wanawake pindi wanapojitokeza kuomba ridhaa za kuongoza katika jamii. Kwa hiyo wanawake wengine wana uwezo mkubwa wa kupita hata wana, wa, wanaume. Kwa hiyo wasiwe na fikra tu ya kwamba wanaweza kupata nafasi hizi tu za upendeleo, hapana, washindanishwe wa inapotokea kwenye nafasi mbalimbali, ikiwa ni kwa ajili ya uongozi wa kisiasa maofisini, uongozi mbalimbali, wapate nafasi za kushindanishwa na wapewe nafasi zile, ili waweze kujiamini zaidi. Inatakiwa katika uongozi wanawake nao washiriki wapate mamlaka ya kuongoza katika nafasi mbalimbali kuanzia kijijini, ngazi ya kata mpaka ngazi ya juu. Wanaume wasiwabague wanawake katika kuongoza, na wanawake wenyewe wawe kipaumbele. Ushiriki wa kinamama upande wa uongozi kwa kweli, hasa vijijini, bado uko nyuma sana. Wao wenyewe kwanza wanakuwa wazito kuingia katika mambo ya uongozi hasa serikali serikali zile za kijiji, naona wanakuwa wanakuwa na ogaoga na hata wanapokuwa wana, wanaingia wanapokuwepo katika serikali zile, kwenye mikutano hawazungumzi kama mjumbe wa serikali ya kijiji. Kwa mfano, wao ni watu wakuka, wa kukaa kusikiliza yanayozungumzwa na watu wengine, wao hawachangii, wanakuwa wazito sana kuchangia. Ni wazi kuwa bado kundi la wanawake linahitaji zaidi kuhamasishwa kujiamini ili waweze kuwa wanajitokeza kuwania nafasi mbalimbali za kiuongozi. Mimi ni Sudi Jongo wa Clouds.